Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City tuliokuandalia hii leo. Kutoka Umoja wa Mataifa, asasi ya TAWEN nchini Tanzania jizatiti kumkomboa mwanamke kiuchumi. Kuni mkaa, sisi tuna slogan yetu tunasema, kuni na mkaa sasa basi. Kwa hiyo sasa, sasa hivi tunawahamasisha sana kutumia nishati safi, na vile vile wao wenyewe wawe ni kama watengenezaji au wabunifu wa hizo nishati safi. Leo katika jifunze Kiswahili, je, wajua maana ya neno fithiliza? Basi ambatana nami hadi mwisho, karibu. Ni alhamis ya tarehe kumi ya mwezi Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tano. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina utamsikia mwenyekiti wa asasi ya kiraia ya Mtandao wa Uwezeshaji Wanawake Tanzania, TAWEN, lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Shukran Arnold na leo tunaanzia huko Geneva, Uswiz, ambako shirika la umoja wa mataifa la afya ulimwenguni WHO limetoa mwongozo wake wa kwanza duniani wa kutambua, kutoa huduma za matibabu kwa haraka na matibabu ya muda mrefu kwa ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo au meningitis. Mwongozo huo uliopatikana kutokana na ushahidi pamoja na mapendekezo ya kisayansi utakuwa nyenzo muhimu katika kupunguza vifo na ulemavu unaosababishwa na ugonjwa huo ulio na chanjo Tuelekee nchini Chadi katika mpaka wake na Sudani ambapo kamishna mkuu wa shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi ametembelea na kuzungumza na wakimbizi wa Sudan pamoja na kujionea hali zao wakati huu ambapo wamepunguza mgao wa chakula, malazi, maji na dawa, na kauli yake ikawa ni moja tu: ninatoa wito kwa wafadhili, tafadhali msipunguze msaada kwa waathirika wa vita vya Sudan na tukimalizia na hali inayoendelea huko katika ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa na Israel, ambapo taarifa ya pamoja ya mashirika ya kibinadamu inayotolewa kila baada ya wiki mbili imeeleza kuwa watu wanazidi kuuawa na kujeruhiwa kwa zaidi ya mwezi sasa. Hakuna misafara misada ya misaada inayoruhusiwa kuingia Gaza, watu kulazimishwa kuhama kinguvu kunaendelea, makazi ya wakimbizi yamejaa pomoni, huduma za usafi na kujisafi nazo ni mbaya. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Mwishi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tutaelekea Tanzania kujifunza lugha ya Kiswahili kwa mchambuzi wetu Oni Sigala. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York,

Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavutu wetu ambao ni news.un.org kwa SW. hapo utapata taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujuza hapo awali, leo tunazungumza na mwenyekiti wa asasi ya kiraia ya mtandao wa uwezeshaji wanawake Tanzania au Tanzania Women Economic Empowerment Network TAWEN, ambayo pia ni mchumi mbobezi. Huyu ni B. Janet Zebedayo Mbene, kandoni mwa mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake CSW 69 hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa uliofanyika mwezi uliopita. Aliketi na Flora Nducha wa idhaa hii na kuzungumzia mengi kuhusu asasi hiyo, lakini kwanza anafafanua wanachokifanya hasa kuwezesha wanawake sasa tuje kwenye asasi yako ya kiraia ya, umesema inahusiana na masuala ya uwezeshaji wa wanawake. Unafanya nini kwenye hiyo asasi? Kwenye hiyo asasi sisi tumejitanabaisha sana na, na wanawake na vijana uh, wale wanaitwa kwenye grassroots mashinani mashinani, wale ambao kwenye mashina sindo, tuko nao kwa sababu kwanza, huko ndio ambako kuna umaskini wa kukithiri. Pili, huko vile vile ndio kwenye ukatili wa kijinsia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ya ule unyonge wakuwa, hawana fedha hawana uwezo wa kile na kile, na huko, huko ndio ambako hakuna elimu ya kutosha ya maswala ya, ya ujasiria mali na maswala ya sheria na haki zao. Kwa hiyo tunachofanya sisi ni kuwapa kuwa kuwa uwezo wa kuelewa elimu. Kwa mfano tunafanya semina mbalimbali, tunawakusanya, tunaongea nao ujasiria ujia ujasiriamali tunawaunganisha na watu wa huduma za kibiashara, kwa mfano mabenki, kwa mfano taasisi zinazosajili makampuni, kwa mfano uh, watu wanaotoa wanaosaidia kwenye masuala ya kutafuta masoko uh, huduma mbalimbali insurance uh, bima uh, maswala ya, ya uwekezaji kwa mfano tunawaunganisha na, na watu wanaotoa fursa za uwekezaji kama akiba Mm -hmm. za uzeeni na zile za kawaida. uh -huh. Sasa sisi ndio maana ndio ndio maana nzima ya network. uh -huh. Tunahakikisha kuwa hawa wanawake wanafunguliwa macho, wanatambua nini kiko kwenye, kwenye jamii ambacho na wao kinaweza kikawasaidia. Umesema unafanya kazi mashinani kwa Tanzania. De. unaenda mikoa yote ya Tanzania ama kuna baadhi ya mikoa? Lengo ni kwenda kila mkoa. Sasa hivi tuko mikoa kumi na tatu. uh -huh. Tunaenda kidogo kidogo na tuko Tanzania bara na tuko Tanzania visiwani. Tunawashirikisha uh, serikali za serikali za, za, za, za, za mitaa. Kwa mfano tunafanya tuna, tuna, tuna kazi na halmashauri <coughs> hata wizara zinatutambua. Kwa mfano, wizara ya nishati ambayo, sisi kwa sababu, tuko kwenye kushughulikia maswala ya kutoa elimu juu ya nishati safi ya kupikia am... yale maeneo yote ambayo serikali imejikita kama vipaumbele na sisi tunaenda huko, lakini tukifanya kazi kama kama asasi isiyokuwa ya kiserikali kwa sababu na sisi tuna nafasi yetu mm -hmm. Kwa yale ambayo serikali imeyapanga kuyafanyia kazi, na sisi tunayafanya kwa kusaidia zile nguvu za serikali. kwa watu ambao mnawasaidia mna ni makundi maalumu ama ni kila mtu? Tunasaidia wanawake, vijana na watu wenye kuishi na ulemavu, watu wenye kuishi na ukimwi, na lengo ni kuhakikisha kuwa hakuna anayeachwa nyuma. Tunahakikisha kuwa wamejumuishwa wote katika fursa za kimaendeleo kwa sababu wote hawa wanahitaji kuwa kuendesha shughuli zao za kiuchumi. Wote wanahitaji kujua haki zao, wote wanahitaji kupata masoko kwa ajili ya bidhaa zao. mm -hmm. wote wanahitaji ujuzi wa jinsi gani ya kufanya biashara vizuri zaidi, na wote wanahitaji kujua jinsi ya kuongea na serikali kutetea haki zao, au kushawishi, kushauri serikali mambo gani ambayo wao yatawasaidia serikali ikiyafanya kwa uhum. maana ya sera kwa maana ya sheria na mambo mengine yote ambayo wao wanahitaji serikali yafanyie kazi. Mpaka sasa, unaweza kusema mmepata mafanikio yoyote? Tumeanza tangu elfu mbili na ishirini tu. Taasisi imesajiliwa ime mwaka elfu mbili na ishirini na moja lakini imezunduliwa rasmi elfu mbili na ishirini na mbili na tumepata mafanikio mengi mpaka sasa hivi. Tumeweza kufikia uh, tunaweza kusema wajasiri ya mali au wa, wa, watu elfu kumi kwa hii miaka minne ambayo tunaizungumza, na tunaendelea na tulichoweza kufanya. Ni wengi tumewaunganisha na mabenki, kwa mfano mm -hmm. Wengi wamepata mafunzo ujasiri ya ujasiria mali, wengi wanajikita kwenye hizo biashara, kwa mfano nishati safi. Sasa hivi sisi tumehamasisha sana maswala ya kutumia nishati safi mm -hmm. Kama unavyojua watu wengi wanaotumia nishati ambayo, uh, ni chafuzi ni hawa ao maskini eh, wanapika na kuni, eh, mm -hmm. kuni mkaa, sisi tuna slogan yetu tunasema kuni na mkaa sasa basi. Kwa hiyo sasa hivi tunawahamasisha, tuna, tuna sana kutumia nishati safi, na vile vile wao wenyewe wawe ni kama watengenezaji au wabunifu wa hizo nishati safi mm -hmm. kwa mfano tunajua kuna briketi au mkaa mbadala mm -hmm. tunataka wao wenyewe wawe ndio wajasiriamali wa hizo, badala ya kuletewa wapikie wa tunataka na wawe sasa wajasiriamali wanautengeneza, wanauza <mim> lakini kuna maswala ya gesi, tunataka wawe, wawe wasambazaji wa gesi. Kuna maswala ya majiko banifu, tunataka wawe wenyewe vile vile, aidha wayatengeneze au wawe, wawe wasambazaji wa majiko, kwa hiyo wafanye biashara. Lakini kuna maswala ya, ya, ya majiko ya umeme <mim> ambayo sasa hivi ni, ni, ni yanazingatia mazingira zaidi, hayatumii umeme mwingi, lakini hayachafui kwa hiyo tuna tunataka na wao pia washiriki katika kuwa wawekezaji katika hizo wasiwe, tu ni watu waku, wa kutumia nishati nzuri kupika vizuri zaidi na kuendelea kubaki jikoni. Changamoto gani mnazipitia katika kufanikisha lengo ambalo mnataka kulifikia? Ah, changamoto kama unavyojua asasi nyingi huwa hazina ah, rasilimali fedha, lakini vile vile kuna rasilimali watu zamani as, asasi nyingi zisizokuwa za kiserikali zilikuwa zinapata ufadhili mwingi sana kutoka nje, lakini kama tunavyofahamu, kadri miaka inavyokwenda, ufadhili wa nje unaenda ukipungua. mm -hmm. na matokeo yake inabidi sasa tujiongeze. Kwetu Tanzania tunasema kujiongeza. mm -hmm. kujiongeza ni kuangalia sasa tutumie njia gani mbadala tuweze kupata hizi rasilimali tuendeshe shughuli zetu bila kukoma. mm -hmm. kwahiyo tumefanya ubunifu ambao kisheria unaturuhusu wa kuanzisha kampuni ambayo haitakuwa ikizalisha faida kwa ajili ya kugawana, lakini itakuwa inazalisha faida kwa ajili ya kurudisha kwenye NGO iweze mm -hmm. kujiendeleza bila kukwama, na sehemu fulani ya hiyo pesa itumike kuendesha hii biashara au, au hii kampuni na nyingine tuwekeze kwa matumizi ya baadaye. Aha. kwa hiyo ndio ufumbuzi tuliokuja nao katika hiyo changamoto ya kuwa hatuna fedha. Shukrani sana Flora Nducha kwa mada hii kwa kina na kila laheri kwako Janet Mbene na asasi ya TAWEN kwa harakati zenu za kumkomboa mwanamke. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo Oni Sigala, mhariri mwandamizi kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA anafafanua maana ya neno fifiliza. Fifiliza ni neno ambalo lina lina maana kama mbili hivi. Maana ya kwanza ni ile ni, ni, kile kitendo ambacho mtu anaweza akatumia kumlaghai mtu mwingine kwa maslahi yake binafsi, pale tunasema anakuwa anadanganya, anaghilibu, ana hadaa, hiyo yote tunasema ni kufifiliza, lakini pia kufifiliza inaweza kuwa ni kusema jambo bila ya kuwa na uhakika nalo, na unaweza kuwa mbabaishaji au unazungumza jambo kwa ubabaishaji na kadhalika. Hizo ndizo maana mbili za fifiliza. Shukran sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi kufikia hapo, nami nakunja jamvi kwa siku ya leo. Tukutane tena Jumanne ijayo kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio